Nirudia kusitiza kama jukumu ni kupokea matamko ya sema na madeni ambayo ni matatu. Tulifungua dirisha toka tarehe moja mwezi wa 10 20, 2022 20. na mwisho ua miezi mitatu kwa maana unajua pilika nyingi, kuna likizo, kuna kazi za ofisi, kuna likizo. Lakini kwa sababu Tanzania ni wazee wa deadline, tupende deadline. Na kuna watu wachache wanasema msafara. Na nashukuru kwanza, niwapongeze wale jeshaji, ni asilimia kubwa. Niwakumbushe wala ambao mpaka sasa hivi hawajarejesha, na mwisho umepita, na sasa moja imeshapita, unaweza kuanzia sasa, manake wewe wanatakiwa utoe maelezo. Sasa viongozi wa umma ni kina nani? Kwa mtu ambaye sikizi, nazungumzia ngazi ya kitaifa. Lakini mkoa, kwa ngazi ya mkoa, kuanzia mkoa mkoa, kisha mkoa mkoa, aisha rejesha. Mkoa mkoa wote. Lakini makatibu tawala, makatibu tawala wasaidizi, eh, ma, uh, madisi kwa wilaya manake, manake makatibu tawala, mameneja wote, eh, RPC, makamishina wasaidizi wa polisi, magereza, lakini ma-OCD, OCD, ma-OCD, lakini wakurugenzi wa taasisi zote, waheshimiwa madiwani wakuu wa idara, wakurugenzi wote halmashauri na taasisi za umma, lakini waheshimiwa majaji, mahakimu, madiwani wote, au ndio viongozi wa umma kwa mkoa. Kwa niwasisitize wala ambao hawajarejesha au wajisalimishe kwa muda wao, na nimesema sio ombi wala sio hiari. Kishakuwa kiongozi lazima utimize majibu hayo na wajaze kwa sahihi.